Karibu kwenye video ya leo. Chaneli hii ni mahususi kabisa kukuletea mambo ambayo yanatokea ndani ya mwili wa binadamu na wengi hatuyafahamu. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi hapa, basi usisahau kulike, kuandika maoni yako na kushea kwa wengine. Chaneli hii bado changa, kwa kufanya hivyo kutasaidia kuwafikia watu wengi zaidi. Leo tunazungumzia kuhusu hali adimu sana lakini inayoathiri maisha ya baadhi ya watu duniani hali ambayo inaweza kuonekana kama hadithi ya kusisimua lakini ni ya kweli kabisa. Hali hii inaitwa Aquagenic urticaria au kwa lugha rahisi aleji ya maji. Maji ni sehemu ya maisha yetu, tunayaoga, tunayaosha mikono, tunakunywa, tunatoka jasho, tunalia, tunakutana na mvua. Lakini hebu fikiria hivi, kila unapotoka jasho au kuoga ngozi yako inaungua, inawasha au inatoa vipele. Hiyo ndiyo changamoto inayowakumba watu wenye hali hii. Aquagenic urticaria ni nini? Aquagenic urticaria ni tatizo la ngozi ambapo mtu hupata vipele, kuwasha, uvimbe au maumivu ya kuchoma baada ya kugusana na maji ya aina yoyote. Hata maji safi bila kemikali, jasho la kawaida au machozi yanaweza kuchochea mwitiko wa mwili. Hii siyo tu aleji ya maji ya chooni maji ya kisima au maji yenye uchafu, ni maji yote ikiwemo yale tuliyonayo ndani ya miili yetu. Ingawa ni hali adimu sana, kuna ripoti zinazoonyesha kuwa wanawake huathirika zaidi kuliko wanaume, hasa wakati wa balehe au utu mzima wa mapema. Hii inaifanya kuwa changamoto kwa maisha ya kila siku, kwani maji ni vigumu kuepuka. Chanzo cha Aquagenic urticaria: kwa nini hali hii hutokea? Mpaka sasa wanasayansi bado hawajafahamu chanzo kamili cha aleji hii, kwa sababu ni nadra sana. Lakini kuna nadharia mbili kuu zinazojaribu kueleza. Namba moja, mwingiliano wa maji na mafuta ya ngozi. Ngozi yetu ina mafuta ya asili yanayoitwa sebum. Inaaminika kuwa maji yanapogusa mafuta haya hutengeneza mchanganyiko unaowasha seli za kinga zinazoitwa mast cells. Seli hizi zikichochewa hutoa kemikali inayoitwa histamin ambayo huleta vipele, kuwasha na uvimbe. Mbili, maji kuyeyusha vitu vya mzio viliyopo juu ya ngozi. Wataalamu wengine wanasema huenda si maji yenyewe yanayosababisha tatizo, bali vitu vingine viliyopo juu ya ngozi, kwa mfano vumbi, pollen au kemikali ndogondogo. Maji yanapoyayayusha, mwili huvitambua kama hatari na kuanzisha mwitiko wa mzio. Licha ya nadharia hizi hakuna uhakika bado, utafiti zaidi unahitajika ili kuelewa chanzo halisi. Dalili za aquagenic urticaria: dalili huanza dakika chache baada ya kugusana na maji, mara nyingi ndani ya dakika 30. dalili hizo ni pamoja na vipele vidogo vinavyofanana na mizinga au hives, kuwasha kali, maumivu ya kuchoma au kuungua, uviko wa ngozi, uvimbe kwenye eneo lililoguswa na maji, kubana kwa kifua au kupumua kwa shida nadra lakini inaweza kutokea. Kwa kawaida dalili hupotea zenyewe ndani ya dakika 30 hadi 60 baada ya ngozi kukauka. Hali hii inaiathiri vipi maisha? Kwa mtu mwenye aquagenic urticaria, mambo ya kawaida yanaweza kuwa changamoto kubwa, kama kuoga mara kwa mara, kutokwa jasho baada ya mazoezi, kuogelea kutoka mvua nje, kulia kwa sababu machozi pia ni maji, kuosha mikono mara nyingi. Hii inaweza kusababisha msongo wa mawazo, aibu kijamii, au hata kuepuka shughuli mbalimbali za kijamii au kimwili. Hii ni jambo la kuzungumzia, jasho la aleji kwa watu wenye hali hii. Hii ni suala la kuhusishwa na ngozi ambalo linalingana na mitikuo mingine ya uchuni mzio au shala la maji. Jinsi gani inavyogunduliwa? Ili kuthibitisha kuwa mtu ana aquagenic urticaria na si aina nyingine ya mizinga, daktari hufanya hatua zifuatazo. Namba moja, kuchukua historia ya mgonjwa. Daktari atauliza maswali kama dalili hutokea lini, unapogusana na maji gani, dalili hudumu kwa muda gani. Mbili, uchunguzi wa ngozi. Hapa daktari ataangalia aina ya vipele na eneo yanapotokea. Tatu, Water Challenge Test. Hii ndiyo njia muhimu zaidi. Kitambaa kinayojoto la karibu digrii Celsius 35 kinawekwa kwenye ngozi kwa dakika 20. Ikiwa vipele, kuwasha au vimbe vitatokea kwenye eneo hilo, basi mgonjwa anathibitishwa kuwa na aquagenic urticaria. Hii pia husaidia kutofautisha na mizinga inayosababishwa na baridi, joto au msuguho. mitiba yanayopatikana Hakuna tiba ya kuponya tatizo hili moja kwa moja, lakini kuna njia nyingi za kudhibiti dalili. Namba moja, antihistamine. Hizi ndizo dawa za kwanza kutumika, zinazuia mwili kutoa histamine nyingi, kwa hiyo hupunguza vipele na kuwasha. Mbili, dawa za kupaka, krim na marham husaidia kupunguza mwasho na kuimarisha kinga ya ngozi. Tatu, phototherapy. Hii ni mbinu ya tiba inayotumia mwanga wa UV kuifanya ngozi iwe sugu zaidi dhidi ya mwitiko unaosababishwa na maji. Nne, dawa nyingine. Kwa baadhi ya watu, dawa za pasma, anabolic steroids au SSRI zimeonyesha kusaidia kupunguza dalili. Namna ya kujikinga na kupunguza mashambulizi. Ingawa haiwezekani kuepuka maji kabisa, kuna njia nyingi zinazoweza kusaidia. Namba moja, tumia mafuta ya ngozi au lotion kabla ya kugusa maji hii huunda tabaka la kinga baina ya maji na ngozi. Mbili, tumia maji baridi au ya joto la kati unapooga. Maji ya moto sana au baridi sana yanaweza kuongeza uwezekano wa kuwasha. Tatu, punguza muda wa kuoga. Kuoga kwa muda mfupi hupunguza muda wa kugusana na maji. Nne, vaa nguo zinazopunguza jasho. Nguo zinazopitisha hewa na zisizokuwa na joto sana husaidia kupunguza jasho ambacho pia ni kichocheo cha dalili. Tano, epuka shughuli zinazozalisha jasho kupita kiasi kama vile mazoezi mazito. Unaweza kufanya mazoezi mepesi au katika maeneo yenye baridi. Sita, kunywa maji vizuri. Ingawa maji kwenye ngozi ndiyo yanayochochea tatizo, maji ya kunywa hayaleti tatizo. Unapokunywa maji ya kutosha, mwili hauhitaji kutoa jasho kupita kiasi. Saba, Paka mafuta ya kujikinga kabla ya kuogelea, kama mtu anataka kuogelea. Mafuta haya yanaweza kupunguza mwasho. Nane, fuata ushauri wa daktari, kwa sababu hali hii ni adimu sana, usimamizi wa kitaalamu ni muhimu. akwajeni kiuterikaria ni moja ya hali za ajabu zinazodhihirisha namna mwili wa binadamu unavyoweza kuwa tofauti. Kwa mtu mwenye tatizo hili, kugusa maji, kile kitu ambacho kwa watu wengi ni kawaida, kuwa chanzo cha maumivu na usumbufu lakini pamoja na changamoto zake, kuna njia nyingi za kudhibiti dalili, kupunguza muwasho na kuendelea kuishi maisha ya kawaida iwezekanavyo. Kuwa asante kwa kutazama na huma umejifunza kitu juu ya hali hii. Mwisho wa video hii ni mwanzo wa darasa lingine, endelea kubaki nasi hapa. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi hapa, basi usisahau kulike, kuandika maoni yako na kushare kwa wengine. Chaneli hii bado changa, kwa kufanya hivyo kutafanya iwafikia watu wengi zaidi.